Mpendwa wangu, katika jina la Yesu Kristo, mimi nimeitwa na sharika na washirika wenzangu ili kuweza kushika wajibu huu wa kuwa walimu wa kanisa. Msikilize sasa maongozi ya neno la Mungu kuhusiana na wajibu huu ambao mnakwenda kuupokea sasa. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, yeah, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda akamwambia ndio, Bwana wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile aliyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia Bwana wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia lisha kondoo zangu. Akasema, amin, amin nakwambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kuenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usipotaka. Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni mauti, ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu na kisha kusema hayo akamwambia "Nifuate." Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa, jivike wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo nani na ninyi zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Mtu awaye yote Amen. Asiudharau ujana wako bali uwe kielelezo kwa uaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha; usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako uliopewa kwa manabii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 Amen. Amen. Basi wewe mwanadamu nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa. Nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo, aiache njia yake Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake kusudi aiache, wala yeye asiiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Amen. Mungu awabariki Mpate kuyazingatia maneno hayo maishani mwenu na katika huduma nayoendea, kama ambavyo mmeelezwa katika ibada hii, wajibu wen, wenu mkuu ni kufundisha, kufundisha kwa usahihi, kwa usahihi, kwa usahihi, kwa usafi, kwa uaminifu wote, neno la Mungu kwa watu marika yote na makundi yote katika kanisa. Nini? Ni waalimu, mtakuwa waalimu wa kanisa. Ninapenda kuwauliza sasa hapa mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu, je, mnaukubali wajibu huu wakuwa waalimu wa kanisa kwa msaada wa Mungu? Kama ndivyo, kila mmoja aitikie na kusema ndio, Mungu anisaidie. Ndio, Mungu anisaidie. Mpa mwageukie, hawa washarika waliopo ambao wanawakilisha washarika wengine wote Wapendwa washarika, mlioko katika ibada hii na ambao mnawakilisha washarika wengine wote wa Dayosisi yetu, nipende kuwauliza, je, ninyi ndio mlioweka wito huu kwa hawa ili wapate kuandaliwa kuwa walimu wa kanisa, na je, mpo tayari kuwatii na kushirikiana nao katika uwajibu huu? Kama ndivyo, mseme: ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Naombe mgeukie madhabahu sasa. ishara hii ya kumshika mmoja wenu mkono nikijua kwamba kila mmoja amesha nimeshamshika mkono, Mungu awajalie uwezo na upendo katika kutimiza uwajibu wenu. Na sasa kwa ishara hii na alama hii, mimi kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na mamlaka niliyopewa na Kanisa, ninawaingiza rasmi katika wajibu na huduma hii ya kuwa waalimu wa kanisa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. <laughs> Mungu Mtakatifu, Baba wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kutupa walimu wao wa kanisa katika ushirika na katika sharika za dayosisi yetu, ili wapate kuwafundisha watu wa marika mbalimbali, makundi mbalimbali tunakuomba e ee Mungu uwajalie busara katika huduma hii, imani iliyo thabiti e ee Bwana ili watende yote kwa unyenyekevu. Tunakuomba Mungu ubariki nyumba zao, ubariki kazi zao pia wanazozifanya, nuru yako ipate kuangaza wote wanaowazunguka na wale wote ambao hawa watasimama mbele yao. Ee Mungu, uwape kibali chako na wakafanye kwa nguvu ya Roho Mtakatifu wako wakijua ya kwamba siku zote Bwana Yesu ameahidi kwamba utakuwa pamoja nao. Tunakuomba usiwapungukie wala usiwaache. Ee Bwana, utusikie katika tusikie kuomba kwetu katika jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu Amen. mkat tafadhali basi wapendwa, mwinamishe vichwa venu mpokee baraka ya Bwana. Bwana akubariki, akulinde Bwana akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Bwana apinulie uso wake akupe amani, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi mwenende kwa amani ya Bwana na mkatumikie Mungu kwa furaha. Ongereni sana.